Tuendelee kung'ang'ana mpate mahali pa kunywesha ng'ombe ama niachie watu wa TV wao wafanye mambo yeah, yeah, yeah. Hebu wale wanasema tuendelee ni wale watu. Hey, Mkwajuni mko Mkwajuni, mko hebu niulize tuendelee kujadiliana na wale ambao mnaketi kwa ardhi yao, tuwapatie zile mmepewa nyinyi mbaki kule Mkwajuni ama tufanye tuachane tua na watu a wa... Tuendelee, hebu nione wale wa Mkwajuni wanasema tuendelee na yomua haya. Kachero mpo, Kachero mpo? Hebu niulize tuendelee kutatua mipaka ya kijiji chetu cha Kachero na tupewe title deed zetu ama tuache kwanza haya mambo ya kotini na mambo ya TV hizi. Tuendelee. Tuendelee. Hebu kama wewe ni wakachero na unasema tuendelee kutatua matatizo yetu, hebu nione kwa mkono. Haya, majengo mapya mpo? Majengo mapya mpo? Nilikuja kwenyu, nilipokuja kwenyu, mkaniambia kwamba nyinyi mmeridhika mkaniambia niwasaidie nihakikishe kwamba mmekaa vizuri, mkaniomba tanki ya maji, mkaniomba mabarabara, mkaniomba stima na mkaniomba tent na viti. Si hivyo ndo mlinielezea? Tuendelee na hiyo ama tuwaache watu wa TV waendelee? Tuendelee, asanteni sana.